Karibu Mshani Wellness, kwenye somo hili tujifunze dalili za gonorea ama kisonono kwa wanaume. Ni moja kati ya matatizo ambayo yanakuwa misdiagnosed, kwa maana ya kwamba hayapatiwi ufumbuzi mapema kwenye vipimo vya kawaida, kwa sababu yanakuwa yanafanana sana na matatizo kama UTI, matatizo ya kuvimba tezi na changamoto nyingine, kwa sababu watu wengi wanapoenda hospitalini wanafanya ni ile normal blood test, wanapima damu kwa vile vipimo vya kawaida kwa hivyo sio rahisi ku ku kuona hii changamoto ya kisonono, lakini kwenye somo hili tuangalie dalili za awali ambazo unaweza ukazigundua kama utakuwa makini, na zikawa ni ishara kubwa kwamba una tatizo la kisonono. Lakini kabla ya kwenda kupima au kabla ya kuanza kuzungumzia hizi dalili, unatakiwa kufahamu jambo lifuatalo. Kwanza kabisa unapopata bakteria wa kisonono ama Neisseria gonorrhea. Neisseria gonorrhea wanachukua kuanzia siku moja mpaka kumi na nne ili kuanza kuonyesha dalili. Kwa hiyo dalili dalili zinajionyesha kuanzia siku ya kwanza hadi siku ya kumi na nne katikati hapa, ingawa most commonly ni siku ya pili mpaka siku ya saba baada ya kukutana na bakteria hawa wa Neisseria gonorrhea. Na njia kuu ya tatizo hili kusambaa ni njia ya ngono zembe. Ngono zembe kufanya, maana kufanya seksi na mtu ambaye tayari ana changamoto ya hawa wa Neisseria gonorrhea. Na kwa bahati mbaya, hii changamoto huwa ni asymptomatic, maana yake katika hatua za awali inakuwa haionyeshi dalili, dalili zinakuwa hakuna katika hatua za awali, labda uende ukapime vipimo vya kina. Sasa kama umekutana na mtu ndani ya siku mbili, ndani ya siku moja mpaka kumi na nne then ukaanza kuona hizi dalili, basi ni moja kati ya ishara kwamba yawezekana una changamoto ya kisonono. Dalili ya kwanza ni uchafu, uchafu ambao unakuwa na rangi ya njano au unakuwa ni cream unapokuwa unaenda kukojoa. Kwa hiyo unaweza ukawa unafanana na maziwa njano, au a, kijani na mara nyingi sana huu uchafu unajitokeza wakati wa asubuhi. Ni uchafu ambao unafanana na usaha na sio kitu kingine. Kwa hiyo ni uchafu unaokuwa na usaha na unaambatana pia na harufu kali, unasababishwa na neutrophil accumulation. Dalili ya pili ni maumivu wakati wa kukojoa. Maumivu wakati wa kukojoa, na haya maumivu kitaalamu tunaita dysuria. Haya maumivu yanakuwa ni kama moto, na inakuwa ni kama vile unakojoa wembe kama unakojoa vipande vya wembe, jinsi inavyokatakata kwenye uume kwa ujumla, au ni kama vile umemwagiwa asidi kali sana katika uume. Na mara nyingi sana huwa inakuwa mistreated na tatizo inaitwa UTI. Hii ni dalili ambayo unaweza ukaipata pia kama una tatizo la UTI. Na hii hali ya maumivu makali inakuwa ni kali zaidi pale unapoanza kukojoa, mwanzo wa kukojoa. Hiyo ndo tofauti na UTI. Dalili ya tatu ni kuvimba kwa kichwa cha uume, kuvimba kwa kichwa cha uume ambapo inaweza ikaambatana na miwasho au ukawa unahisi kama tenderness, yaani kama kuna kitu kimeng'ang'ania kwenye kwenye kichwa cha uume. Mara nyingi inaweza ikawa na maumivu, lakini miwasho inakuwa ni ya kawaida sana, na mara nyingi hii ni kwa sababu ile urethra yako ndio inayokuwa imeathiriwa. Kwa hivyo haya maumivu unayoyapata, au uvimbe unaotokea unatokea ni katika ule uume kwa ujumla. Lakini pia dalili ya nne ni kuvimba korodani, kuvimba korodani hii ni moja kati ya dalili za kawaida sana, hasa kama changamoto tayari tatizo lishakuwa kubwa. Moja ya dalili ambao inajitokeza ni korodani kuvimba, na mara nyingi inakuwa ni ya upande mmoja. Kwa hivyo kunakuwa ni one side, upande mmoja wa korodani unavimba ule uvimbe ambao sio wa kawaida kabisa, na sometimes unakuwa unaambatana na maumivu makali, ile sharp pain. Kwa hivyo unapoona hii changamoto ya korodani kuvimba, sio kitu cha kawaida. Inawezekana ni ishara kwamba tayari una tatizo la gonorea, na ukishafikia hatua ya korodani kuvimba, maana yake uko katika riski ya kupata infertility, kushindwa kwa, yani kuangamiza uwezo wako wa wewe kubebesha mimba. Kwa hivyo korodani kuvimba ni moja kati ya serious issue na ni dalili kuu mojawapo ya gonorea ambayo tayari ishakuwa sugu so. Dalili ya tano ni kinyesi kilichoambatana na uchafu. Hii tunaita ni lecto infection, kwa maana ya kwamba kwa wale watu hasa wale wanaume ambao wanashiriki ile uh, wale mashoga gonorea inaweza ikaathiri hadi kwenye uh, ano inaathiri kwenye zile sehemu ya haja kubwa, na mojawapo ni maumivu, maumivu makali, lakini unatokwa na uchafu wakati wa waku, kujisaidia uchafu, lakini pia unapata maumivu makali sana ya tumbo, labda chini ya kitovu sana, sana unapoenda kujisaidia, na mara nyingi dalili zake zinafanana sana na dalili ya bawasiri. Unaweza ukapata vivimbe pia kuzunguka haja kubwa au ndani kabisa ya haja kubwa. Kwa hivyo gonorea inaathiri pia hadi mfumo wa haja kubwa. Unapofikia hii hatua ama kama wewe unashiriki mapenzi uh, ya jinsia moja kwa maana ya shoga, hichi uh, kitu sio sahihi na ni ugonjwa wa akili by the way, lakini pia ujue, unajiexposi katika changamoto ya lecto gonorea infection lakini pia dalili ya sita ni maambukizi katika koo. Katika koo, gonorea inaweza ikaathiri hadi koo lako la hewa na chakula kwa ujumla, yaani mdomoni. Wale wanaopenda kufanya oro sex. wanaume wanaopenda kuingia chumbini hawa bakteria wa Neisseria gonorrhea wanaweza wakaathiri hadi sehemu ya mdomo na wakakusababishia kuvimba kwa tonsil, tonsil zikavimba. Lakini pia unaweza ukapata uh, miwasho, lakini pia unatengenezwa utando, utando wa njano au mweupe kwenye ulimi na kwenye koo kwa ujumla, kuanzia mwanzo mpaka kule mwisho. Kwa hivyo kama unapenda kwenda chumbini, ujue kabisa unajiweka katika riski ya kupata changamoto ya gonorea ya koo. Dalili ya saba ni kuchafuka kwa damu, kuchafuka kwa damu ambapo hapa sasa hawa bakteria Naiseria ya gonorea wanaingia kwenye blood stream kwenye mfumo wa mzunguko wa damu. Kwa hiyo katika haya mazingira, wanaathiri kila sehemu. Moja kati ya vitu ambavyo utakavyo experience ni homa, homa kali, lakini pia kuna ngozi kuvimba, maumivu ya viungo, lakini pia majipu na changamoto nyingine nyingi ambazo zinaweza zikasababishwa na bakteria katika wa damu. Kwa hivyo hizi ndio dalili kuu za gonorea kwa mwanaume. Unapoona hizi dalili uh, wiki mbili baada ya kukutana na mtu ambaye huna imani naye, ni vizuri ukawahi kufanya vipimo uh, vya gonorea ili kujua kama je, uko sehemu salama au la. Na unapofika hospitalini ni vizuri uka ukatoa mapendekezo kwamba naomba kupimwa vipimo vya gonorea, ili usipimwe vile vipimo vya kawaida ambavyo kimsingi havitoonesha uh, ikiwa wewe unaawa bakteria wa Neisseria ya gonorea ama la optahomejeso mpaka wakati mwingine bye-bye.